Taarifa zinasema kuwa takribani watu ishirini wamejeruhiwa. Wawili wako katika hali mbaya kutokana na shambulio la droni katika mji wa Eilat kusini mwa Israeli. Jeshi la Israeli limesema droni hiyo ilitokea Yemeni na kuanguka. Hapo baadaye waasi wa Kihauti walikidai kuhusika na shambulio hilo wakisema wamefanya operesheni sahihi ya kijeshi kulenga maeneo ya Israel katika mji wa Eirati. Siku ya Jumanne, kitengo cha kijeshi cha Wahoiti kilifanya shambulio lingine kwa kutumia ndege nyingi za droni kuyalenga maeneo ya Israel. Wanamgambo wa Kihouti wenye makao yake Yemeni wamekuwa wakishambulia mara kwa mara maeneo ya Israel kwa makombola na droni katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Israeli ambayo inaendesha vita dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza imeshambulia almost maeneo yaliyoko umbali wa kilomita elfu mbili nchini Yemen ambayo inasemekana yanahusishwa na shughuli za kijeshi za wa Hawiti bana nadhani kati kati ya kudumu kwa muda mrefu, basi ni hivi vita vya mashariki ya kati. Hivi sasa kuna mwanga ambao unaonekana ya kwamba Palestina anaendelea kupata nguvu zaidi ulimwenguni kwa kuendelea kutambulika kama taifa huru na baadhi ya mataifa makubwa Ulaya na hata magharibi na hata baadhi ya viongozi wengine ambao wametokea ukanda wa ule ambao umeonekana ni msimamo mkubwa unaounga mkono upande wa Israeli, bado kuna wengine wameendelea kuchimbuka na kuanza kuunga mkono taifa la Palestina. Taarifa zinaeleza kuwa kule Gaza vifo vimekuwa vingi zaidi kiasi cha kuacha watu wengi mdomo wazi, yaani changamoto zimekuwa za kiwango cha juu. Watu awali, vifo vimekuwa vingi, hospitali zimejaa. Uh, watu wengi kiwango hata mwenyewe wadaktari wanashindwa nani wakuweza kumhudumia, na kiwango kidogo cha dawa ambacho kipo kwenye jamii. Sasa hivi, sasa tunaona nao Yemen na upande mwingine wanajaribu kuchokonoa pale ambapo mwingi ama watu wengi pameenda kuwatoa machozi zaidi.